E, najua watu wengi mnakuanga na ma -hidden talent. What's your hidden talent? Mimi by the way sawa Joangi na Joanga kutengeneza magari. Ama mechanic, nikiletanga hata gari yangu huku mimi mwenyewe ndo uikalia. So leo tuko na gari ya best yetu hapa hivi. As you can see tumefungua diff. Diff yote iko, iko chini, eh. Hii ni top cover. Sawa sawa. So nataka niwafunze one, two about, eh, diff. So hapa tuko na hii ni bearings. Sawa? Alafu hapa kuna, kuna nozzle. Then hii chain hii yenye unaona hapa, hii ndio huwa kama umekaa kwa seat belt ukikaza hivi, si unaona inarudi. Inarudi. So hii ndio huwa ina inavuruta hiyo nini. So hii ni universal inaingia kwa magari mingi sana. Hata kuna wasa wandudi fulani wanatumia eh hii same same exact format. Haikunyangi mafuta kabisa. Hii hata mafuta ya kujipaka hii iko sawa sana. So that's what I do part time and nitakuwa nikifungua nikaonyesha. Umeona shaft? Shaft ndio hiyo yote. Kama uko na swali yote ya engineering niulize manze, eh, tuko hapa sasa. Hii ndio huwa ina control mambo na indicator yote, ukiona imeungua imezima inakuhangaiki kitu. Unaona ziko nne, hii ni one two three four, front kando huku na huku So, in one of those things tulikuwa tunaoshea plant and tutakuwa tumefanya nini kazi safi. Aba, namna gani? Oh, alternator. We Jonte, ay ah, <laughs>